Mkuu nasisitiza tena. Na sio kama nakupa amri, nashauri. Hawa watu wakamatwe haraka sana. Hili swala halitopita daima mpaka ha, ha haki itendeke. Eh? Na, ina, tunakubali kusumbuliwa na kikundi cha watu wachache, wasiotakia mema nchi. Yaani kikundi cha watu wachache kisichozidi hata 20 kinasumbua watu eh? Kwa almost milioni 60. Kweli tunakubali kusumbuliwa na watu na wanajeshi na tukiwemo huko. Hmm? Mimi sikubali.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 mpaka leo hii, vipi? Mmefanikiwa? mmefani lazima tuongee ukweli, hamna kufichana hapa. Mlifanikiwa? kwa hiyo e, mimi, mimi nitaongea. Mkiniua watakuja watu wengine kuongea mpaka ha, kieleweke. Haki lazima itendeke e, e, Nyalele alisha sema, tusii, tuki tukikaa kizembezembe waune watakuja kututawala kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, mimi sikubali kutawaliwa na muone naomba niwe niliweke niwe, niwe, ili niwe, niwe, niwe swala niliweke niwe mkweli katika swala hili na wanajeshi wenzangu wazalendo kwelikweli. Naomba niliweke ili swala liwe liwe liwe ni open kwenu. Tusipokuwa makini, jeshi letu itakuja kutekwa na wanasiasa. Hii inakuwa mwazi kabisa sincere. Kama ilivyotekwa mahakama, jeshi la polisi, usalama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 watakakezembezene tu hmm? Lazima walazimishe keza uchaguzi, lazima walazimishe eh? Kwa nini tunadhani kwamba hatujui, au wanadhani kwamba hawajui hatari ambayo iko mbele yao kwa kwa yote walioyafanya, hmm? Jeshi pekee ndio sehemu iliyobaki kwa kujihakikishia usalama wa kudumu. I promise kama hawa watu wakiingia madarakani na jeshi letu ndio litakuwa mwisho wake kwa sababu watahakikisha wanalikamata mkuu. Nasisitiza tena, na sio kama nakupa amri na shauri.